Na mtazamaji, kile kilichotarajiwa kuwa mradi mkuu wa kilimo wa kubadilisha ukulima wa viazi huko Kuria Magharibi imekuwa ishara ya maendeleo yaliyositasita, na hivyo basi kuzua maswali mazito kuhusu mipango, uwajibikaji na usimamizi wa miradi iliyofadhiliwa na wahisani katika kaunti ya Migori. Kiwanda cha kuandaa bidhaa za viazi cha Getonganya kilichofadhiliwa na Umoja wa Ulaya kwa gharama inayozidi shilingi milioni mia moja kiliundwa ili kuwalinda wakulima kutokana na unyonyaji walanguzi na kutoa soko la uhakika kwa mazao yao. Miaka kadhaa baadaye ya kukamilika kwake, hata hivyo, kituo hicho cha mamilioni ya shilingi kimesalia bila kutumika, milango yake imefungwa na mashine hazitumiki tena, wakati wakulima wakihangaika na mazao ya ziada na bei ya chini ya shambani. Kiwanda kilipokuja karibu, tulifurahia tukafikiri kitatusaidia, lakini kimefunguliwa awamu mbili zote na kijawahi fanya E, walifanya sample just one month, tukaona unga tukafikiria tutaendelea, alafu pia tena ikakata. Hatujaona maendeleo, hatujui shida iko wapi. Tulichukua hapa, hata mimi nilichukua hapa mbegu, tukapeleka tukapeleka hiyo ngwashe, vile ilikuwa hivyo, walituletea mbegu, vile mbegu ilikuwa, tukashindwa venye tutapeleka factory imefungwa, tukashindwa venye tutapeleka, ikabidi tukasacrifice tuka tukauza hiyo ngwashe kwenda na kwenda Nairobi. Sasa tunashindwa hiyo mbegu walileta ilikuwa ikae kwa shamba how many years? kama ingekuwa ni kazi na tusaidia sisi kama boda boda, tungekuwa hata, hata tuna tunachukua tuna, tuna hata viazi kutoka hapa hata kutoka kwa mashamba tunaleta hadi huku, so hatuna hii kiwanda, hakuna kitu inatusaidia. The market for sweet potato today uh, prefers more of uh, sweet potato puree.